Tamatisha kipindi cha ta alama za uakifishaji. Katika kipindi hiki tutakuwa tunaangazia alama ya kistari kirefu. Matumizi yake, moja ni kutoa maelezo zaidi. Nilipomwona mamake Ali, nilimkumbatia kwa furaha. Aha, nilipomwona mamake Ali ni sentensi kamili. Unapoweka kistari kirefu refu unaelezea zaidi. Kwa mfano, nilimkubatia kwa furaha. Mfano mwingine, miaka mitano iliyopita kistari kirefu, siasa zilizusha vita nchini. Kwa hivyo, siasa zilizusha vita nchini ni maelezo zaidi ya baada ya miaka mitano. Matumizi ya pili ni kuorodhesha hoja au vitu kwa mfano umuhimu wa lugha ni kwa kutumia kistari kirefu tunapata kuwasiliana kuunganisha jamii tofauti na kuhifadhi utamaduni mfano mwingine ni wanafunzi kadha walituzwa kulingana na mmoja vyeo vyao, waliongoza katika kila somo, waliopata nambari ya kwanza darasani. Jina langu ni mwalimu.